Mlango wa nane. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake mfalme Belshaza, maono yalinitokea mimi, naam mimi Danieli, baada ya hayo yaliyonitokea hapo kwanza. Nami naliona katika maono; ilitukia, nilipoona, nilikuwako huko Shushani ngomeni, katika wilaya ya Elamu; nikaona katika maono, nami nalikuwa karibu na mto Ulai. Ndipo nikainua macho yangu, nikaona, natazama mbele ya mto alisimama kondoo mume mwenye pembe mbili, na pembe zile mbili zilikuwa ndefu, lakini moja ilikuwa ndefu kuliko ya pili, na ile iliyokuwa ndefu zaidi ilizuka mwisho. Nikamwona huyo kondoo mume akisukuma upande wa magharibi na upande wa kaskazini na upande wa kusini; wala hakuna mnyama yeyote awezaye kusimama mbele yake, wala hakuna mnyama yeyote awezaye kupokonya mkononi mwake lakini alitenda kama alivyopenda mwenyewe akajitukuza nafsi yake. Nami nilipokuwa nikifikiri, tazama, beberu akatoka upande wa magharibi juu ya uso wa dunia nzima bila kuigusa nchi. Na beberu yule alikuwa na pembe mashuhuri kati ya macho yake, naye akamwendea huyo kondoo mume mwenye pembe mbili. Nilimwona akisimama karibu na mto, akamshambulia kwa ghadhabu za nguvu zake nikamwona akimkaribia kondoo mume, akamwonea hasira kali, akampiga kondoo mume akazivunja pembe zake mbili, na huyo kondoo mume alikuwa hana nguvu kusimama mbele yake, bali akamwangusha chini akamkanyaga kanyaga, wala hapakuwepo awezaye kumwokoa kondoo mume katika mkono wake. Na yule beberu akajitukuza sana, na alipokuwa na nguvu pembe ile kubwa ilivunjika, na badala yake zikazuka pembe nne mashuhuri zilizoelekea pepo nne za mbinguni. Na katika moja pembe hizo ilitokea pembe ndogo iliyokuwa sana upande wa kusini na upande wa magharibi na upande wa nchi ya uzuri nayo, na ikakuwa kiasi cha kulifikilia jeshi la mbinguni, ikaangusha chini baadhi ya jeshi lile na ya nyota ikazikanyaga. Naam, ikajitukuza hata juu yake aliye mkuu wa jeshi hilo ikamwondolea sadaka ya kuteketezwa ya daima na mahali pa patakatifu pake pakaangushwa chini. Na jeshi likatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima kwa sababu ya makosa, nayo ikaiangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Ndipo nikamsikia mtakatifu mmoja akinena na mtakatifu mwingine, akamuuliza huyo aliyenena hayo, maono katika habari ya sadaka ya kuteketezwa ya daima na lile kosa lifanyalo ukiwa yataendelea hata lini kukanyagisha patakatifu na jeshi? Akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi elfu mbili na mia tatu; ndipo patakatifu patakapotakaswa. Ikawa mimi, naam mimi Danieli, nilipoyaona maono hayo, nalitafuta kuyafahamu; na tazama, alisimama mbele yangu mmoja mfano wa mwanadamu nikasikia sauti ya mwanadamu katikati ya mto Ulai, iliyoita na kusema, Gabrieli, mfahamishe mtu huyo maono haya. Basi alipakaribia mahali niliposimama, nami naliogopa, alipokaribia nikaanguka kifudifudi. Lakini aliniambia, fahamu, e ee mwanadamu, kwa maana maono haya ni ya wakati wa mwisho. Basi alipokuwa akisema nami, nalishikwa na, na usingizi mzito na uso wangu uliielekea nchi, lakini alinigusa akanisimamisha wima, akaniambia, Tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa kadhabu; maana ni ya wakati wa mwisho ulioamriwa. Yule kondoo mume uliyemwona mwenye pembe mbili hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Na yule beberu mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe nne, falme nne zitasimama kutoka katika taifa lile, lakini si kwa nguvu kama zake. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao, wakosao watakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo atasimama. Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini si kwa uwezo wake mwenyewe naye ataharibu kiasi cha kustaajabisha watu na kufanikiwa na kutenda pendavyo. Naye atawaangamiza hao waliohodari na watu watakatifu. Na kwa mashauri yake atafanikisha hila mkononi mwake, naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake, naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama. Naye atasimama kushindana naye aliye mkuu wa wakuu, lakini atavunjika bila kazi ya mikono na maono ya hizo nyakati za jioni na asubuhi yaliyosemwa ni kweli, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni ya wakati ujao, baada ya siku nyingi. Na mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, kisha nikaondoka, nikatenda shughuli za mfalme, nami naliyastaajabia yale maono, ila hakuna aliyeyafahamu.